Jina na mfuatiliaji wa 69 Media, jina langu the only one pipipi, na leo nimekuja katika wilaya ya Temeke, mtaa wa Miteja. Wananchi wana changamoto ya e, matakataka kuto kuchukuliwa na gari la taka, hivyo inapelekea mazingira yao kutokuwa usalama wa afya yao. Kama unavyoona nyuma yangu hapa, matakataka yamejaa pamoja na maji yamesimama, inapelekea wanafunzi kupata shida wanavyoenda shuleni kutokana na maji kusimama, hivyo imezuia njia ya wao kupita. Hebu tuwasikilize wananchi wanasemaje na maoni yao kuhusu sakata hii. Habari yako? Salama. Za kwenu? Salama. Kwa majina, unaitwa nani? Naitwa Omar Yusuf. Uh, ni mkazi wa hapa, kwamba nikimaanisha ni mpangaji au mwenye nyumba? Ndio haya. Unajishughulisha na kazi gani? Ni mfanyabiashara Unazungumzaje ili swala zima la, la takataka kuwepo hapa na maji machafu katika eneo lako? Ah, ni kero ni kero kubwa sana. Tuna, tuna mbati mmekuja leo juzi, ndo gari imepita takataka hapa lakini imekaa karibia mwezi mzima, taka ziko zipo hapa nje. Hadi wadudu hawa funza funza wanaingia ndani. Ni kero kwa kifupi, takataka maji hapa. Sisi tunakaa hapa almost mwaka karibia wa tano, wa sita, wa saba vijana kutoka kwenye shughuli zao wa, masikana wao kijiwa sawa, lakini sasa hivi hapa karibu kuna mbu na nzi hapa. Hakuna eneo baya kama hili sasa hivi. Baada ya muda watu wako na kana dawa za nini ya kuchoma. Ah, unadhani tatizo nini mpaka gari la taka alipiti kuchukua taka taka? Ah, tatizo mimi nadhani ni huko nini serikali ya mtaa, kwa sababu huko sisi tunalipa hela ya taka, kila nyumba kila kaya nalipa hela taka mwisho wa mwezi lakini mozoleisha kabla ya Idi kabla ya Idi gari taka zimekuwa mkuja kuchukua taka taka, hasa atakuwa tujui kandarasi yao imekwisha, labda wanasubiriwa wengine na bila taarifa aina yoyote, na kwa wampotea kabisa wenyewe. Hapa paka juzi ndo tumewaona tena hapo taka taka tena design nyingine mba, kwa sababu ambayo tulikuwa mara ya kwanza ah, ina maana ambao walikuja juzi, ina maana walichukua wali matakataka macha M ma, yani, nikimaanisha kwamba walichukua ch takataka chache au ilikuwaje? Kwa sababu naona takataka hizi ni za muda sana, inaweza ikawa hata imechukua miezi mitatu. Yani, hao walikuja juzi, kwanza mtaa huo hajamaliza, wanasema gari yao imejaa, lakini since that day mpaka leo hawajarudi tena. Sasa tujui ni, u, ni ufinyu wa vifaa vya kufanyia kazi, kwa sababu wanaonekana kabisa hata wanaopewa kandarasi kata yetu hii sio watu ambao wamejipanga kufanya kazi ya usafi ja kusana takataka sababu mtu ambaye kampuni ambayo imejiwekeza kabisa, imejishikilia kuja kufanya kazi kama hizi, haiwezi kushindwa kuchukua takataka za mtaa tu mmoja ukamaliza au mitaa. Sababu mitaa yetu si ipo very straight kutoka huko kuja hapa mpaka huko nyuma, ni mtaa ambayo imenyoka kutoka barabarani mpaka mpaka mwisho. Hata kama gari zao haziwezi kukidhi mahitaji ya eneo hili hapa, manake bado tu mtiani huko pale pale, alafu kuja kuchukua hela ni wasumbufu vibaya mno. Okay. Umesema kwamba waliokuja hao ni watu wengine ambao mjawazoea. Ina maana wenyewe walivyokuja kuchukua ya matakataka waliwatoza hela au walikuja kuchukua tu matakataka pasipo hela? Taratibu mwingine. Sababu taratibu hapa matakataka ya. Hao wamekuja, wamechukua kwa hapa, gari inapita inachukua, itakuwa imeongezeka au itakuwa same kama hapo awali? Bado hatujui, tunasubiri tu tuone. Watakapokuwa tayari kuja kutuambia sisi, tutapokea. Na baada ya kuona hii changamoto ya matakataka, mliweza kuwashirikisha viongozi wa serikali e, ikiwa mwenyekiti, diwani au mjumbe wenu? Sisi kwa kweli, mwenyekiti mwenyewe kwa kweli tulidili na mjumbe wetu tu. Mwenyekiti hawezi kumshirikisha kwa sababu mwenyekiti mwenyewe ofisi yake pia kwa matakataka pale nje yani kama mwenyekiti mwenyewe ndiye unayemtegemea mwenyekiti au, so mwenyekiti akataka pia anakaa nazo so mwaga akili zake na magari yanafanana nayo. Huyo mwenyekiti eh, mwenye ni ana jinsia gani? wa kiume. na hapo ofisi yake ni jirani na makazi yake, au a ah? a -ah, mwenyekiti akae mjiu kabisa, so yeye, yeah, hey. kwa wa mjiu akija huko ni kwenye kampeni hizo, akisema za zake anaondoka kwake kwake mbagala huko. Kazi inakuja, mmemchagua mwenyekiti ambaye anaishi Mbagala ajia mchagua wametulazimisha <laughs>

wakija mbona kama hivyo? mita ya mbele huko anapita dude ile na kongo barabara, sababu wakatufunye uzuri wa nchi hii, aliyekuwa madarakani bwana anajua mbinu zote. Kwe, Kwe, Kwe. Kwa hiyo akitaka kuendelea huwezi kufanya nini? mtoa kweli, alitumia ubabe, kuna za maoni za Chama cha Mapinduzi alitumia ubabe akapita. Ina maana unataka kusema kwamba mwenyekiti e, eh, wa mtaa huu hana ushirikiano na wananchi wake? Ana kabisa kabisa, anachagua wananchi. Of course anachagua wananchi, anachagua wananchi wenye adhibi. We, magetini humo matajiri wa arabu arabu ndo watu wake.

Ni maamuzi yake mwenyewe personal kaamua tu kwamba mimi nitadili na watu wenye hela. Ah, huyo mwenyekiti ni basua. Wewe kama unapata wakati pita hapo sekretari mtaa kama utamkuta umoja. Afu mpeleke tu straight na maswali hayo. Atakujibu utaona tu mwenyewe, kwa utashi wako utajua kabisa huyu yupo sawa au hayupo sawa. Ah, basi sawa, tutabidi tumtafute mwenyekiti ili tuweze kuongea naye kuhusiana na sakata hili la takataka, na akitujuza tutaweza kuwaletea maoni aliyosema mwenyekiti. Ah, nyinyi me, tu hapo, sisi mbali mmetaka tujua shida yetu sisi, hii ndio kwa tatizo letu kubwa mtaani takataka zimekaa karibia mwezi na masiku, ukiangalia hata barabarani unaona kabisa sio maji ya kawaida ya mvua, ile ilikuwa kijani kijani kwenye barabara kwa sababu ya takataka ambazo zimekaa muda mrefu barabarani. Kwa sasa hivi wameshaanza kuja kuchukua hatujui kama ni muendelezo au ilikuwa kuja kutupunguzia tu au vipi. Uh, ninavyojua mimi kwenye swala zima la takataka kuna mtu ambaye huwa anakujaga kuchangisha hela. Mmeshawahi kumuona huyo mtu kipindi hichi? Huyo mtu tangu bwana washunde kazi. Hatujamuona sababu sisi tulikuwa tunamsubiriaga huyo mtu aje kuchukua hela. Mtu sio mkazi wa mtaa, uzuri wake mtaa wetu ni mkubwa, anakaa mtaa wa Temeke lakini lakini sio mkazi wa mtaa, ah, yani na sehemu nyingine huko, ah kama unavyosikia mtu ni changamoto kweli kweli, wanatupiga sana. Mtazamaji wa 69 media angalia haya e, e, ndio matakataka sasa yaliyo tapakaa mtaa wa Miteja, kama unavyoona e, mazingira na mandhari yalivyo, maji yametuama na mvua e, imetoka kunyesha sio muda. Hii ndio changamoto ambayo ipo e, katika mtaa huu wa Miteja na jumba kama unavyoliona ilo ndio jumba ambalo ni gumzo kwa mtaa huu. Maji hayaendi kwa sababu ya kujengwa kwa hiyo nyumba, na mwenye nyumba anakuambia hivi kwamba yeye haongei na serikali ndogo, akimaanisha serikali ya mitaa, bali yeye anaongea na ngazi za juu e, anaongea na wabunge na wengine, hawezi kuongea na kina diwani au mwenyekiti wa jumbe. Yeye hao sio watu wake, kwani ni serikali ndogo. Yeye anadili na serikali kubwa tu. Basi katika mtaa wa Miteja ni gumzo sana, ambayo imeleta tafaruku e, wananchi pamoja na serikali ya mitaa wanamlalamikia mmiliki wa nyumba hiyo nambari 24. Na ni changamoto kweli kweli, jamani, katika kata hii ya Temeke 14.